Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusikia taarifa zako, nataka kuja kufanya ziara kwenye wilaya ya Kahama. Nimeomba ufanye ziara kwenye wilaya hii ya Kahama, lakini nikaomba ufanye ziara kwenye kata hii ya Bugarama. Kwa nini nimeomba ufanye ziara hapa? Nimeomba ufanye ziara hapa kwenye, kwenye mambo yafuatayo. Moja, uwe shahidi wa fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa lami na uangalie barabara ile maendeleo ujenzi wa barabara ile iendelea kujengwa. Lakini jingine nimetaka uje hapa kwa sababu ndipo tunapojenga chuo cha VETA cha wilaya. Uje ukiangalia na uweke mkono wako kwa ajili ya vijana, chuo hiki hi kiweze kukamilika na aweze kutoa elimu. Ndio baba. Mheshimiwa mwenyekiti, tulipo hapa Bugarama na Bulyanhulu ni maeneo ambayo yanazunguka mgodi. Vijana walioko hapa, na kwa sababu wewe ndiyo mwenyekiti wao wa vijana, wana changamoto kubwa ya ajira inayozunguka mgodi kwenye maeneo yetu haya. Tumejaribu kupambana kwa isha ya kwamba vijana hawa wanapata ajira, lakini visingizio vya wawekezaji wetu ni vijana kutokuwa na fani mbalimbali mbali ili waweze kuajirika kwenye migodi hiyo. Baada ya kusikia kilio hicho tulitenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa VETA kwa ajili ya fedha za CSR milioni mia mbili na kumi na tano, mia mbili na kumi na tano, kwa awamu ya kwanza. Tulianza ujenzi na wananchi hawa wakati ya bugharama jipigieni makofi walitoa eneo hilo ambalo unaliona hapo kwa ajili ya ujenzi wa VETA hiyo. Na baada ya hapo halmashauri iliongeza fedha nyingine kwa ajili ya ujenzi wa madarasa unayoona yako hapo kwa ajili ya kutolea huduma ndipo tulipompata mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, nikamweleza mama, sisi tunaoishi kwenye, kwenye maeneo ambayo tunazunguka migodi kuna vijana, na mimi mwenyewe ni kijana, ninataka nione vijana wanapata ajira. Tunaomba utupatie fedha, kwa sababu sisi tumeshaonesha nia ya kuanza kujenga chuo cha veta, chuo unachokiona hapo. Mheshimiwa, mheshimiwa mwenyekiti ni shahidi, tumepambana. Tumekutana wapi, kijengwa kwenye wilaya ya Kahama nikasema kwa sababu sisi tuna mahitaji ya chuo hichi cha VETA ni lazima kijengwe kwenye kata ya Bugarama, na ndio maana leo umemwona diwani hapo, japo amenisahau kunitaja, leo yuko hapa, amesema kwamba amejengwa chuo cha VETA. Pelekee salamu zetu kwa daktari Samia Suluhu Hassan, mwambie wananchi wa jimbo la Msalala tunashukuru sana kwa chuo hicho. Ombi letu kwetu tupelekee salamu, chuo hichi kiweze kukamilika. Awamu ya kwanza tumeletewa zaidi ya bilioni moja kama ulivyosomewa kwenye taarifa. Tunahitaji sasa wasimamizi waweze kusimamia chuo hichi kikamilike mapema, ili awamu nyingine ya fedha ziweze kuja na ziweze kuanza kujenga chuo cha VETA kiweze kukamilika, kitoe huduma. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka ufahamu kwenye sekta ya afya, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa kwenye sekta ya afya kwenye jimbo la Msalala Daktari Samia Suluhu Hassan, punga mikono kama ishara ya kumpelekea salamu. Mheshimiwa mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, tumeweza kupokea vituo vitano vya afya kwenye jimbo la Msalala. Tumepokea kituo cha afya kipe kata ya Isaka kimekamilika na kinatoa huduma zamani milioni 500 kituo cha afya kipya kwenye kata ya Muuduru kinatoa huduma, kimeanza kutoa huduma. Tumepokea kituo cha afya kipya kwenye kata ya Bulige, kimeanza kutoa huduma. Tumepokea kituo cha afya kipya kwenye kata ya Segese na kimeanza kutoa huduma. Tumepokea fedha za kujenga kituo cha afya kwenye kata ya Mwanase na sasa kiko mwishoni, kitaanza kutoa huduma. Kwenye sekta ya afya, Daktari Samia Sulu Hassan, tulikuwa na maboma ya afya zaidi ya 34 4 yalikuwa hayajakamilika. Leo tunapozungumza hapa kwenye kila kijiji maboma ya zahanati hayo, daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuyamaliza maboma hayo. Tunapozungumza leo hapa, mheshimiwa mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu, kwenye sekta ya afya, daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza kwa asilimia tisini na tano. Ametuletea fedha, tumenunua tiba. Leo ukienda kwenye kituo chetu cha afya hapa, kuna x-ray mpya ziko hapa, kuna ultrasound ziko hapa, kuna liba hapa lakini hajaishia hapo. Ametuongeza magari matatu ya wagonjwa mapya ambayo tumeyasambaza kwenye vituo vya afya. Oh, leo tunapo changamoto ya maji, wote mnafahamu, tayari mradi mkubwa unaotoka Mangu Ilogi umekamilika, wenye zaidi ya bilioni 23. Leo tunapozungumza hapa, tayari maji kwenye kijiji cha Ilogi yameshafika Bugarama, yamesambaa na awamu ya pili yanaenda kusambaa Robakanga, Busurangili na Burianguru, tayari wameshapewa maji ya Ziwa Viktoria mradi huu wa maji ni mmoja umegharimu takriban bilioni 23. tuna mradi unaotoka Nduku Butsangi tayari umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 13 umekamilika na hatua ya tayari. Kwa kwa bajeti ya 24 25, tayari tumetenga bilioni moja milioni 100 kwa ajili ya kumalizia miradi yote ya maji kwenye jimbo la Msalaba. Kulikuwa na kiu cha maji kwenye kata ya jana, wako hapa wote, pungeni mikono waone. Walikuwa na changamoto ya ziwa Victoria. Tayari kuna mradi wa, kuna mradi wa maji wa zaidi ya bilioni nne umekamilika. Kulikuwa na mradi wa maji mwingine milioni mia tano kata ya mwakata kijiji cha Mwashigini na wenyewe wanakunywa maji ya ziwa Victoria. Mheshimiwa mwenyekiti, ndio maana unaona hapa wananchi walioko hapa wanang'ara na kupendeza kwa sababu ya maji ya ziwa. Hiyo kwenye maeneo haya Mheshimiwa mwenyekiti na mjumbe kamati kuu, tulikuwa na changamoto ya umeme. Vijiji sitini na nne vya jimbo zima vilikuwa havina umeme. Leo tunavyozungumza hapa, chini ya Daktari Samia Suluhasani, hakuna kijiji ambacho leo hakina umeme. Tunaongelea nguzo ni chache, tuongeze umeme uweze kufika kwenye maeneo hayo. Nani kama Daktari Samia Suluhasani? Apigwe adui apigwe kiti yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, miradi ya maendeleo kwenye jimbo la Msalala inawezekana, hawajakwambia dasi, atakuwa ni shahidi. Katika jimbo pekee ambalo limepokea fedha za maendeleo nyingi kuliko majimbo yote ni jimbo la Msalala. Leo tunapozungumza hapa, toka dunia iliumbwe, sisi Msalala tumekuwa na vyuo viwili. Leo tuna chuo cha VETA, tuna chuo kingine cha kada ya afya kiko pale Ntobo, kimekamilika na chenyewe kinaanza kufanya kazi. Leo tunapozungumzia habari ya elimu, diwani amezungumza hapa tu, tuna shule mbili Ilogi, tuna shule sekondari iko pale mpya imekamilika. Ukienda Buyahuru tuna shule tatu, tuna shule nne mpya zimekamilika, zimeanza kujengwa chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi wa aina yoyote hukien tuna shule ya sekondari mpya milioni 600 imejengwa kuanzia chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi yoyote yule. Ukienda Segesa, tumejengewa shule yenye zaidi ya milioni mia tano na ishirini kuanzia chini mpaka juu bila mchango wa mwananchi yoyote yule, mwenyekiti. <coughs> Haya ndiyo maendeleo, na sisi wanamsalala tupo kwa ajili ya maendeleo, hatuko kwa ajili ya maneno. Mheshimiwa mwenyekiti, tumejipanga kupambana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa hiyo kwamba tunatetea haki zetu, ili wananchi hawa waweze kupata maendeleo ambayo Daktari Ta Samia Suluhu Hassan ameweza kuhakikisha ya kwamba anataka maendeleo haya kwenye jimbo la Msara yafanyike. Sasa kwa sababu mimi umeshanizoea, na haya inayozungumza wanayajua wananchi na wameniagiza Mkurugenzi yuko hapa, ayagize afisa uchaguzi alete boksi la kura hapa sisi tupige kura za daftari. Nenda sisi nangoam wanaozisimamia ni wenye vitu wa vijiji kwenye vijiji vyao kwenye maeneo hayo. Sasa walinituma wenye vitu wa moja ya vijiji wakaniambia moja, nenda bungeni katusemee kuhusu habari ya mshahara. Na hii, mheshimiwa mwenyekiti, inawezekana kabisa mimi na mkurugenzi na kamati nzima tukajipanga ya kwamba tunapanga posho za kuwalipa wenye vitu wa vijiji hapa, kwa sababu sisi jimbo letu ni tajiri. Tukisimamia vizuri mapato kwenye jimbo la Msalala tunaweza kulipa wenye viti vya vitongoji na wenye viti vya vijiji hata, kwa sababu ya mabilioni haya yanakuja hapa. Wakaniambia, tunafikaje kwenda kukagua miradi mheshimiwa mwenyekiti? Nikasema kwa sababu mwenyekiti anakuja wa taifa na mjumbe wa kamati kuu, mimi mbunge wenu, nitampatia kila mwenyekiti wa kijiji baiskeli moja, ambayo itakayomwezesha aweze kwenda kukagua miradi ya wananchi. Nikuombe mheshimiwa zile pale ziko nyuma hapo, uwagawie wenye vitu wa vijiji hawa, ili waende wa na wakasimamie utekelezaji wa ilani ya mafedha hanikuombe mheshimiwa mwenyekiti, baadhi ya vijana hapa walinifuata na kuniambia mheshimiwa mbunge, tunafahamu wote hatuwezi kuajiriwa mgodini. Sisi tunataka kuwa mfano wa vijana ambao tutaanzisha biashara yetu wenyewe bila kutegemea kwa ajili wa mgodini, wakaanzisha karakana ya uchomaji, na mimi nikawaambia nitawachangia kiasi cha shilingi milioni tatu kuweza kuboresha karakana hiyo, ili waweze kujiajiri wenyewe mfano wa, na wa, wa ta na vijana wengine kuweza kukuni Imezoeleka sana wananchi wanataka wakusikie wewe na makamu wako. Sasa itoshe tukusema, jamani, uchaguzi huu unaofuata, na mimi Iddi Kassim Iddi nipo, mheshimiwa mwenyekiti. Wakati ninaomba kura niliwaambia wananchi, waliniuliza wewe, mbona mwili wako mdogo Nikawambia sisi vijana ambao tunaongozwa na kawaida, mwenyekiti wa vijana ametuasa tuchape kazi usiku na mchana kuleta heshima ya vijana. Nikawambia msisishike na ukubwa wa bodi, kumbe injini haimo. Sasa bodi langu dogo i kubwa, na ndio maana mmeona. Sasa niseme nisema nisiseme, nisema, nisiseme, uni wameanza kulalamika lalamika, itoshe kusema. Asanteni sana ninawapenda.